Mikopo ya asilimia kumi ya halmashauri imerejeshwa ikiwa imeboreshwa. Kina mama hawa wanastahili kuipata. Kua mwenyekiti wa sisi wakajahini, kulikuwa na uhovyo katika mikopo iliyopita, uhovyo ili uhovyo wanasaba. Najua mambo haya, baadhi ya madiwani, baadhi ya wenye vitu wa serikali za mitaa, wamekuwa watu wabaya ambao wamekuwa wakitumia mikopo hiyo kwa faida yao, wamewapa ndugu zao, wamewapa shangazi zao, waaashidiouhdizoua hu mwonekano ni zaidi ya kuwa diwani, hakikisha watakaopata mikopo hiyo ni mi wakina mama halisi wenye uhitaji wanaotoka Makuburi. Wengine nasema kina mama halisi, kina mama halisi maana yake ambao hawana uwezo wa kukopeshwa na mabenki Amina. Mtu ana dhamana ya kukopa benki ende benki, waacheni wale wasio na dhamana. Mama zangu wanauza ukuta, hawa wanauza mchicha, wale waye wanauza kufungua, waende wakakope Wasabu, uke, kinyoma, wana kwa sababu hao ndio ukeipica kigomba wanakuja kukaa na wewe kuhangaika na wewe hapa ndio baba. Abi vijana inasemekana vijana wakitoa mikopo wanaiharibu kwa sababu wanaitumia visivyo. Msiwape mikopo kabla hamjawapa elimu. Wapeni elimu ya ujasiriamali, mwone kama watu wamefanya marejesho sawasawa. Tusitumie kigezo hicho kwa kuhamisha hilo. Mungu lifanyia mambo mengine. Tumeelewana. Lakini la mwisho, kuna asilimia mbili ya walemavu. Wewe una uwezo, watu wote ambao sisi walemavu watarajiwa, fedha za asilimia mbili zimewekezwa kwa ajili ya walemavu wenye uwezo kufanya kufanya wa kufanya biashara sawa, eh, lakini tukumbuke hii ni kwa miaka mitano. Fanya, ndo sadaka yako kwa Mungu, inshallah. Fedha zile asilimia ishirini kwa ajili ya walemavu ambao wanaweza kufanya kazi. Sasa sikiliza. hii sadaka yako, nataka kwenye hii kata watu wasikupiga mizinga kwenye bia, wasikupiga mizinga kwenye nyamachoma, wakuache ufanye wajibu mmoja wa kumkopesha Mungu kupitia walemavu. Amen wao wanapata asilimia mbili, asilimia ishirini badala ya arobaini. Wewe weka asilimia ishirini ya kwako, uwezo huo unao, wale wanaolea walemavu waliokuwa walemavu kabisa. Naeleweka? Yaani kuna mtu ambaye anamlea mlemavu mpaka naye kawa mlemavu, mlemavu ambaye hawezi kuoga hawezi kujisaidia hawezi, hawezi kula, lakini ana mahitaji na mahitaji yake yanayapataje? Wakati kuna mtu mmoja ambaye muda wote amekaa akimlea mlemavu huyo, wasaidia hao